Mgogoro wa mwandamo wa mwezi wa kufunga na kufungua umekuwa ni mgogoro wa muda mrefu, lakini tunawashukuru makadhi wakataka kujaribu kupunguza mgogoro huu na ku, kujaribu kwao wakaamua waka ya kwa kuwa mwezi wa Ramadhani, tutafuata mwandamo wa nchi pale mahala tuko na mwezi wa Idi al-Adha, idi kubwa, idi ya kuchinja itakuwa ni kufuata mwezi wa nje. Hili ndio walikuwa makadhi wamekubaliana, kwa sababu na kwa sababu ya hilo mwezi wa kuandama wa nchi yetu ya Kenya itakuwa ni tarehe kumi na nane ambayo ni siku ya Jumatano, ni tarehe ishirini na tisa Shaabani. Tunawaambia Waislamu wa wote wajitokeze kuangalia mwezi siku hiyo, ukionekana Alhamisi kutakuwa ni Ramadhani, ukitoonekana tunakamilisha e, thalathini, Ijumaa itakuwa Ramadhani. Mgogoro kama huu haipendezi, kuwe tunaingia katika Ramadhani na ili hali tunakabiliana na maneno, na ili hali kuna njia ya kuepush kuepukana na mgogoro huu. Sasa sisi kama Kenfat, barua ya chufukadhi tunaona alikosea kama shaghawadhi alivyoizungumza hiyo tarehe ya kuangalia mwezi tarehe kumi na saba si sahihi kwa sababu tarehe kumi na saba siku ya Jumanne itakuwa ni tarehe ishirini na nane ya mwezi wa Shaban. Tunawaombea Waislamu wote ramadhanul karimu wa shahru mubaraka. Mwenyezi Mungu alete kila aina ya baraka katika mwezi huu. Tumekabiliwa na ukame na jua kali, wale wahisani wajitokeze kuwasaidia wasiojiweza, hasa katika maeneo waliokabiliwa na ukame, maeneo karibu kaunti ishirini na tatu katika Kenya hizi, hasa North Eastern, wasaidiwe na wao waingie katika mwezi wa Ramadhani waweze kuitekeleza ibada hii eh, kwa njia ambayo kwamba ni nafuu. Kwa hivyo tangazo letu ni ya kwa kuwa Chifu Kadhi arudi atangaze upya, kwa kuwa kuangalia mwezi ni tarehe kumi na nane ambayo ni siku ya Jumatatu.